Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahi alkarim wa, wa ba'd. Tunaendelea na, tuna na darasa yetu ya tilawatil Quran kwa kutumia Quran Transliteration, na Quran translation na tafsiri ya Qurani kwa wepesi. Leo tunaingia katika sura inaitwa Alam tara. Tumezu Tumezoea kuita suratul Fil Inaitwa suratul Fil, lakini sisi tumezoea kusema alamtara Sura hii inatukumbusha, ilishushwa kutokana na tukio la mwaka ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa, ukaitwa ni mwaka wa tembo. Jeshi la Abraha kutoka Yemen lilikuja na tembo kubwa likikusudia kubomoa Alkaaba, lakini Allah akailinda nyumba yake tukufu, akawatuma ndege fil wadogo waliobeba mawe madogo madogo, wakawa wanawapiga wale maadui, wakikutemea tu hivyo vijiwe, basi maadui wanadondoka, wanaharibika haribika mpaka wakawa kama majani yaliyokanyagwa. Allahu subhanahu wa Ta'ala anatuambia

Na akawapelekea makundi ya ndege kwa wingi. tarmihim bihijaratin min sijil, wakawapiga kwa mawe ya udongo mgumu uliotiwa moto. fajaalahum ka'asfin ma'kul, basi akawafanya kama majani yaliyoliwa kuharibiwa. bismillahirrahmanirrahim

Suratul Fil, suratul Fil. Na tukiangalia katika tafsira juzu, ama alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, huoni yeah, jinsi mola wako alivyowafanya watu wa ndovu. Alfil, fil, watu wa ndovu, yani watu wa tembo. Hao aliwatendea watu wa tembo. alam yaj'al al kaidahum fi tadlil Uh, je, hakujalia vitimbi vyao kuharibika. wa arsala alayhim tairan tairan, ndo ndege fil tembo. Na wa arsala alaihim tairan tairan ababil, akawapelekea ndege makundi kwa makundi. Sawa. tarmihim bihijaratin min sijjil, au ndege wakawapiga kwa mawe ya udongo wa kuchoma faj'alahum ka'asfin ma'kul, akawafanya kama majani yaliyoliwa. Sawa, ehe. Waarsala alaihim na akawapelekea wao tairan ndege ababil, makundi kwa makundi. Allah, tabaraka wataala, atufanyie wepesi, tukutane katika session itakayofuatia. Usisahau kusubscribe na kuendelea kufuatilia darasa zetu.